Wewe kama uko kwenye wadi wa fulani na uniseme ndio ndio ndio, aa, mtu wa ndio ndio, akijaumbwa kusema ndio penye ndio tuseme ndio, penye hapana tuseme hapana. Hizo ndio za nini? Ndio maana atakufanya uko katika uchaguzi mwaka huu, wewe katika eh, uchaguzi na chakuwa mbunge wako anaweza kusema huko bungeni ndio ndio ndio ndio mpaka mwisho. ndume mtuuakasememdiu nazima tujiangalie, tuangalie ulimwengu huu, naupeleka watu kwa ajili ya kujihami. Tunajihami na katika kujihami, tuna pesa watu kalawe, na ndio maana leo hii, katika hata siasa zetu za tasikia nazaa siasa na dini hivyi. Watu unaweza wahudiri Injili ya watu ambao wanakufa njaa, watu ambao wananyanyaswa, watu wanaopigwa maofu, samunza nawatena, ndio kazi yako wewe hiyo, unayo unayehudiri hu hapo, na katika eh, mafundisho jamii ya mama kanisa hatuwezi kuhubiri i injili pale ambapo haki haitendeki. Tutahubiri habari njema ambapo haki inatendeka, lasie tutaulizwa na Mungu, wewe kukemea hapa ukuwa na sauti ya kinabii, watu waliteseka wao, oh, wamekaa kimya. Hauwezi kuona kama enzi zile, wakati wa vita ya kwanza ya dunia, watu wamejitokeza tu tunaua wayahudi wote nesa Mungu anawakema watu wanaua wayahudi, wamefanya nini sasa? Akakimia nii ni nini kama nabii kwa kupeleka katika ujumbe, ujumbe wa Mungu katika mwanadamu wa leo? Au ninie kwa siasa na dini, siasa nini, wanatenganisha hivi mwanadamu huyo? Sasa hivi ni mwanadamu wa siasa Saizi ni mwanadamu wa dini wapi na wapi. Wanafalsafa wapagani wale, a human person is a political being, waliongelea ni mwanasiasa kwa asili. is a social being, ni mwanajamii. Hata kwenye familia yako na siasa yako kwenye familia kule, kuna siasa kama hata wajua, eh, mnapanga budget, si siasa hii Naweza leo tuamke saa fulani tunaenda kulima shamba fulani, ni siasa hiyo. Sasa utatenganishaje mwanadamu huyu na siasa? Wanajamaa moja kwenye kwenye midia hizi za hivi ili ifungua pale, heshima imepungua kabisa kwenye siasa, anasema kwamba tunataka siku ya Pentekoste, kiongozi wa dini asiye Pentekoste itakusaidia nini wewe kama Pentekosi aende ndani ya maisha yako? Eh, sasa pentekosi ikokaa kunasoma itakusaidia nini wewe katika maisha yako katika dunia hii? haitakusaidia kuishi vizuri napashaakakue na amani napokutangazia uweze kutangaza amani, haki itendeke, basiinachochea machafu ambayo si vizuri katika dunia hii natunaona dunia ya leo vipaji ivyo navyo tumeshavifunika ni. Sasa wazee wetu wa zamani, wazee wa zamani wakina mama wale hawakuwa na huderiku, ili ahifadhi moto wa kesho, anaufunika na majivu kwa mtindo wake abayi, kesho anauona moto anauvulua ule moto, moto mpya unawaka walitufundisha mengi. Wakati mwingine walikuambia kwa miko, wakati mwingine walikufundisha hivi. tuliambia watu waheshimu wakubwa, leo hatuwaheshimu. Yani ukiona tuheshimiani, tukae chini. Kwa nini tumekosea? Ukiona mtu mkubwa na na mtoto mdogo, sasa wapi watu, kwa nini Tathmini ni nzuri. Kwa nini? keueleeneenemuvuyala imo kwenye mitandao inatia huruma.